Mwanadamu aliumbwa na Mungu amtumikie aweze kuwa na yeye, na kwa hayo machache, wacha tukaweze kuomba na kuamini. Baba, katika jina la Yesu, naombea huyu mwana safari ambaye anasafiri akaweza kufika akaweza kufika asi weze kuona kwamba hii safari ndio ya mwisho, akaweza kukuangalia na kukutumikia Baba, akaweza kubariki ukaweza kuwa na yeye, ukaweza kumwonekania na familia yake ulolosha dbaa naumanakuomba na kuomba utaweze kumbariki katika jina la Yesu, ulolosha katika jina la Yesu. Baba uliyesema mtu akibisha utafungua, ulisema mtu wa kibisha utafungua, nami naombea mbao wanabisha wanabisha Ukuna, ukuna pasta, leta faya yako bwana unamanisha. Katika hii safari, kila mtu uko peke yake. Pasta, ukuna huyu? Kila mtu kwa safari kila mtu, pasta, hapana. Wee, hapana. Bro, kila mtu kwa peke yake. Pasta, uko hapana, hapana yako yako peke yake. Leta faya kwa mjuke. Mungu baba ulisema kila mtu atabeba mzigo wake, mchezo bwana, ukona leta pesa <tipa> Mimi. Ah ah, mimi mwana nilisema pasta. Pasta. <laughs> Mungu alisema kila mtu atabeba mzigo wake, kwa hivyo mtu atabeba mama wake. Acha kutupima toka hapa pasta. Toka nje, nimesema, wewe ndo unanyonya watu damu wewe ndo unanyonya watu wewe